Uwekezaji mpya maeneo mawili kwanza. Tunao wenzetu kampuni inaitwa inaitwa Tanzol wanawekeza uzalishaji wa vifaa vya kuzalisha umeme jua, yani yani solar power panels e, watakuwa wanazalisha takriban wenye urefu wa mita 540 na kikubwa sana ni kwamba wanazalisha kwa ajili ya soko la nje na watakuwa wanapeleka moja kwa moja soko la Marekani tayari wanalo, wanazalisha hapa. Umuhimu wake eh, kwanza kiwanda ni kikubwa sana, tumekikagua hapa, takriban mita 500 urefu wake. Ukiingia ndani kwa kweli inafurahisha, kiwanda cha kisasa kabisa, kila kitu kipo automated. Eh, ni kikubwa kuliko vyote Afrika ambavyo vinazalisha eh, solar pan, solar power, solar power panels eh, kwa maana vifaa vya kuzalisha umeme wa jua, hatujawahi kuwa nacho hapa ndicho kiwanda cha, cha kwanza Tanzania lakini ndicho kiwanda kikubwa kuliko vyote Afrika. Umuhimu wake ni nini? Uh, umuhimu wake mkubwa sana ni katika ujenzi wa uchumi wetu of course na ajira. Eh, kiwanda hiki kwanza kwa kuanzia wamewekeza eh, dola za Marekani milioni 300 takriban shilingi bilioni 725. Watawekeza tena kuanzia mwakani dola za Marekani milioni 500 takriban moja nukta mbili hamsini, kwa hivyo watakuwa wamewekeza jumla yake shilingi trilioni mbili hapa peke yake na wanaanza uzalishaji Februari mwaka kesho. E, sasa e, wa, u, u, wataweza kuuza nje, thamani ya mauzo nje mwaka wa kwanza itakuwa dola za kimarekani milioni mia tatu na kwanza mwaka wa pili zitafika dola za kimarekani milioni mia sita hiyo ni habari kubwa kwa sababu mauzo ya tanzania yote kwa mwaka kwa takwimu za mwaka 2024 yote kabisa bidhaa zote ambazo tunauza marekani ukijumisha zote tunauza takriban dola za kimarekani milioni mia mbili mpaka milioni 211 lakini kiwanda kimoja hapa kitatupa mauzo ya bidhaa zetu marekani e, kwa kuanzia dola za kimarekani milioni mia tatu paka mpaka milioni mia sita kiwanda kimoja. Kwa hivyo hii ni habari kubwa na tunashukuru sana eh, kampuni ya Tanzol kwa uamuzi wao kuja kuwekeza Tanzania. Mungu awabariki, tuhakikishe kwamba sisi kama serikali tutawapa kila msaada ili uwekezaji wenu ufanyike hapa, kwa sababu mchango wenu kwenye uchumi wa Tanzania ni mkubwa sana. Eh, tumefurahi. Lakini la pili ambalo tumeangalia kwa muda mrefu sana ni juu ya viwanda vya kuchakata chuma, hatuna hapa Tanzania na mpaka unavyoona sijara hii tumejenga kwa kuagiza chuma kutoka nje, lakini tunashukuru sana eh, kwamba kampuni ya wenzetu hapa wanakuja kuwekeza kiwanda cha kuzalisha chuma hapa ndani ya Kwala Industrial Park, na yupo binti mdogo hapa ndo anasimamia uwekezaji huu. Kwa kuanzia wanawekeza dola za Marekani milioni 50 kama bilioni 125, itakuwa ni kiwanda cha kwanza cha kuchakata chuma hapa Tanzania. Inamaanisha kwamba hata tukianza uzalishaji wetu wa chuma cha Liganga Mchuchuma tayari tunakiwana cha kuweza ku, eh, kupokea hili kwa hiyo hizi ni habari mbili ambazo nimeona pia wataa tuwambie wazijue eh, kwamba sera na maono ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania juu ya kuifanya Tanzania kuwa eh, nchi ya viwanda Thank you so much. My name is Janson Haung I'm the chairman of Kwala Industrial Park uh, today uh, we had a very fruitful meeting